Wagonjwa wangu wamekuwa wakipata madhara ya presha kwa sababu mmoja, huwa wakichelewa kufahamu presha zao zipoje, lakini wakati mwingine pia huwa hawafahamu presha yao kama imepanda au iko kwa kiwango gani, kwa sababu tu wanasubiri dalili. Lakini tafiti zinaonyesha kwamba dalili zinaweza zisiwepo, hata presha ikapanda kiasi cha kuweza kupasua mishipa ya sehemu muhimu kama vile kwenye ubongo macho na figo. Hasa hii ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni kwamba pia wangeweza kudhibiti pressure kwa kutumia vyakula, lakini changamoto kubwa imekuwa ni kwamba hawafahamu namna gani ya kula. Wanajua wasile chumvi, wanajua wasile vyakula vya mafuta, lakini hawajui namna gani. Wakati huu tunakuwezesha wewe kupima presha ukiwa nyumbani kwa kutumia kipimo cha urahisi zaidi na tunakupa kitabu cha kukuelekeza namna ya kula, kwa maana aina gani, kiasi gani, na namna ya kuchanganya, ambapo huwa kuna mfano wa ratiba ya chakula mpaka wakati mwingine. Karibu sana. Mimi Dr. Adnan, rafiki yako, naikusaidia kuwa na afya bora.